26 chaguzi zinakosa ushindani wa haki, ukweli, uwazi, uhuru na kuaminika. Utendaji wa tatu na baadhi ya mihimili ya dola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 Nasi tuombe ili kujenga umoja wa kitaifa kama Yesu anavyotukumbusha, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo wamoja, Yohane sura ya 17 mstari wa 22. Hitimisho, tukumbuke kwamba risasi hazikuwahi kunyamazisha watu, kwani vifo huhamasisha vifo zaidi.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 Amina. Bikira Maria, mkingi wa dhambi ya asili na mlinzi wa taifa letu, amen. Ni sisi maaskofu wenu. Kurasini, Dar es Salaam, Novemba 15, 2025. Asanteni, asante sana baba askofu, rais wa baraza la maaskofu katoliki Tanzania, kwa kutushirikisha tafakari na sala ambayo mmeifanya kwa pamoja. Ni mwaliko kwetu sisi sote kuendelea kuiombea nchi yetu ili irudi katika hali yake ya kawaida. Na tunaamini kwamba Mungu wetu aliye Mungu wa upendo ambaye ni Mungu wa amani ataijalia nchi hii amani, upendo na mshikamano tena. Baada Uh, mwisho, ningependa mawasha maaskofu